Rukia Saidi, mkazi wa kijiji cha Pande, wilaya ya Kilwa amefariki dunia akiwa njiani kwenda kupata matibabu katika Hospitali ya Mkoa Sokoine. Tukio hilo limetokea mchana wa leo Jumanne Machi 11, 2025. Kaimu mganga mfawidhi wa hospitali hiyo, Dr. Shedrack Lusasi amethibitisha kupokea mwili wa Rukia. Zakia Yusufu, ambaye ni mama mdogo wa marehemu, akizungumza na waandishi wa habari nje ya hospitali hiyo ya Mkoa wa Lindi, amesema Rukia amefariki dunia akiwa kwenye gari. Rukia amesema. Zakia amesema walipofika geti kuu la hospitali hiyo walielekezwa kwenda mochwari kwa kupitia geti lingine, lakini walipofika wahudumu waliwazuia kuingia ndani wakisema hawana kitanda. Kondakta ndiye aliyekwenda kuwaambia tumepakia abiria amefariki dunia, wakatuambia tuje geti hili. Wametugomea kupokea mwili mara mbili. Nikawaambia basi kama wamekataa, iacheni hapa Wakaja watu wengine wakatuambia tuingie, tukawaambia basi kwa sababu mmekataa mara mbili. Kuna kina kaka wakaja wakaniambia wakani, watanisaidia kwa sababu wameshakataa mara mbili, wakaanza kunisaidia kutafuta gari, amesema Zakia. Mwisho wa kunukuu. Amesema kitendo cha kukataliwa kupokewa mwili wa mwanaye kimemuumiza kwa kuwa walikaa nje hospitali hiyo kwa zaidi ya saa moja. Akizungumzia malalamiko hayo, kaimu mganga mfawidhi, Dk Lusasi amesema mwili huo hauwezi kuingizwa mochwari kabla ya madaktari kuthibitisha iwapo ameshafariki. Nanukuu, mwili hauwezi kuingizwa mochwari kabla ya kifo kif akijathibitishwa. Sijui ni nani aliyewaambia waende geti dogo. Walipofika waliambiwa warudi ili madaktari waje wathibitishe. Ndugu walipoambiwa walisema hawawezi kurudi. Timu ya wafanyakazi ilifika na machela ili waingize mwili ndani ndugu waliendelea kukataa wakisema ninyi mlikataa, na hata waliposhauriwa kukubali waliendelea kukataa na mwili ukabaki nje, amesema Dk Lusasi, mwisho wa kunukuu. Dk Lusasi amesema ndugu hao walitafuta gari wakaendelea kubaki eneo hilo. Na mnukuu, sisi hatukujua walikuwa na lengo gani, amesema Dk Lusasi, mwisho wa kunukuu. Kwa mujibu wa mashuhuda wanasema baadhi walioshuhudia tukio hilo, akiwemo Tausi Jafari ambaye alikuwa abiria wa gari alimokuwa Rukia akitokea wilayani Kilwa, amesema alifariki dunia akiwa njiani. Namnuko, tumefika pale geti kubwa tukaambiwa tuje huko mochwari moja kwa moja. Tulipofika wakatuambia hawana kitanda na geti hatufungui. Baada ya muda wakaja na kitanda, wakati huo gari ya abiria ilikuwa imeondoka na limeshapatikana lingine, ndipo watu wakagoma wasichukue maiti amesema abiria huyo, Abdallah Mtaji, abiria mwingine wa gari hilo amesema namnuku: hii ni simanzi kubwa, wengine hatujawahi kushuhudia tukio kama hili. Tulifika tukawakuta wahudumu kule geti kubwa, tukawaambia kwenye gari kuna mtu amefariki, wakatuambia tuje geti hili. Tulipofika wakafungua geti kisha wakafungua wakaenda kujadiliana, waliporudi wakatukatalia. Baadaye walikuja na kuhitaji tuingize ndani mwili tukakataa, kwa sababu tumekaa nje zaidi ya saa moja, tukawaambia tutaki kusaidiana tusafirishe mwili, amesema abiria huyo Abdalla Mtaji. Mwisho wa konokou Mwili huo umesafirishwa baada ya wasamaria wema wakiongozwa na madereva bodaboda kuchangisha fedha, zikapatikana kiasi cha shilingi laki moja na elfu moja na mia moja na mwili huo tayari umesafirishwa kwenda kijiji cha Pande wilayani Kilwa mkoani humo. Endelea kufuatilia Mwananchi Digital kwa taarifa zaidi.